Haji Omar Kheir ni jina ambalo linasikika sana katika siku za hivi karibuni kuhusiana na mauaji ya maelfu ya Watanzania yaliyoanza baada ya maandamano ya Oktoba ishirini na tisa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Makala hii inatupia jicho kuhusu huyu jamaa ambaye kiwadhifa ni mmoja wa washauri wa Samia Suluhu Hassan. Aliteuliwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu lakini kabla ya kuteuliwa alikuwa na rekodi sio nzuri huko Zanzibar na inadaiwa kuwa moja ya sababu za kutoka Zanzibar na kuja huku bara ni kwamba kulikuwa na, na mfarakano kati yake na Rais wa Zanzibar Dokta Mwinyi, ndiyo akaomba Samia amchukue. Lakini makala hii ina, ina, inajikita zaidi katika kueleza taarifa chache lakini muhimu ambazo zipo hadharani. Binafsi nilipata taarifa kuhusu huyu jamaa kabla ya maandamano, na mtu mmoja kutoka zanzibar alinitumia ujumbe kwa njia ya DM, alinitumia majina mawili, moja lilikuwa la huyu haji na jingine limenitoka kidogo. Na huyu bwana alinieleza kwamba kuna mtu mmoja ameteuliwa kwa msaidizi um, wa rais. Huyu bwana ana rekodi mbaya sana huku Zanzibar. Kwa hiyo naomba ujaribu kufuatilia na nikiri kwamba nilifanya uzembe katika hilo kwa sababu nilitweet kwenye mtandao wa kijamii wa X kuhusiana na huyu jamaa lakini sikufuatilia kiundani, mpaka hivi majuzi ambapo jina lake limeanza tena kuchomoza kwa kina. Sasa, kuna taarifa moja ambayo imewekwa katika mtandao wa kijamii wa Jamii Forums ambayo inaeleza wasifu mrefu wa huyu jamaa ambayo unaweza kusaidia kidogo kuelewa. Kwa hiyo naomba ni usome huu wasifu ambao uko Jamii Forums then taelezea mawili matatu nayewafahami mwenyewe kuhusiana na huyu jamaa. Kwa hiyo makala hiyo inasema kwamba kwa vile hakukuwa na utunzaji wa kumbukumbu zozote miaka hiyo, inakisiwa kuwa Haji Omar Kheir alizaliwa kisiwa cha Tumbatu mwaka 1960. Alizaliwa katika umaskini uliopindukia hata katika standard za kisiwa hicho alichozaliwa. Alimaliza masomo yake ya kidato cha tatu mwaka 1978. Pamoja na kuwa darasa lao mwaka 1978 lilitoa karibu nusu ya darasa kuendelea na kidato cha nne huko mjini, safari yake ya kielimu yani huyu Haji iliishia hapo kwa sababu ya uwezo wake mdogo darasani. Makala anazidi kueleza kuwa darasani yeye maisha yake yalikuwa ni a, alikuwa backbencher. Mwalimu akiuliza swali ni wale wanaojificha chini ya meza. Alikuwa hashiriki mchezo, alikuwa hashiriki michezo kama vile football. Jambo ambalo lilimpa burudani pekee ilikuwa uh, hapo shuleni lilikuwa ni kucheza gwaride. Pamoja na kuwa alimaliza kidato hicho cha tatu, Haji Omar Kheir anasoma na kuandika kwa shida sana Kiingereza, hawezi kusema au kuandika hata sentensi moja. Kwa kifupi ni pocho zaidi ya pocho, sijui maana yake nini mimi. Uh, baada ya kufeli kidato cha tatu na baada ya kuona ugumu wa kazi ya uvuvi pale kisiwani bila kusema uh, bila kugeuka nyuma, alichukua mkoba wake wa ukili uh, na kuelekea mtaa wa Gulioni maeneo ya Zanzibar huko. Maisha ya Gulioni hayakuwa rahisi na baada ya mwaka, alijikuta ameangukia Maandazi Road Msasani, jijini Dar es Salaam. Hapo Msasani aliungana na kaka zake wawili wanaitwa Kaiza na Utambo. Wakati wa mchana, muda wote walikuwa Msasani soko la samaki wakifanya ubangaizaji maarufu wanaita kupapatua lakini kazi hasa uh, iliyoleta kipato ni utapeli na uhalifu. Kaka yake Utambo amefungwa mara kadhaa kwa uhalifu na miaka hivi karibuni alikuwa akitumikia kifungo chake Shimo la Tewa Mombasa. Mwaka 1995 Haji Omar Kheir alirudi, alirudi Gulioni Zanzibar na kujiunga na maskani ya CCM na kuwa kada mkereketwa katika uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi CCM walikuwa wanahangaika na mtu wa kumsimamisha jimbo la Tumbatu. Katika hali iliyoshangaza wengi, wakamsimamisha Haji Omar Kheir katika nafasi ya baraza la uh, wawakilishi. Matokeo ya uchaguzi uh, Haji alishindwa vibaya sana, na akawa analia alipokuwa kwenye mtungu akielekea Mkokotoni kuja mjini, watu alioachwa hoi pale Bwawani uh, pale uh, tume ya uchaguzi wa Zanzibar Ilipo Haji Omar Kheir ilipomtangaza kuwa ndio mshindi kaba, licha ya kushindwa, lakini ndio akatangazwa kuwa ameshinda. wakati wa natokea a, kipindi hicho Haji Omar Kheir a, amekuwa mwakilishi wa jimbo la Tumbatu kwa vipindi vitano mfululizo. Wakati wa kipindi cha urais wa Dr. Shein alichaguliwa kuwa waziri wa vikosi maalum, na hapo ndipo rangi halisi ya Haji Omar Kheir ilipojulikana. Marehemu Seif Sharif Hamad alimtaja jukwani na kueleza uovu wa mtu huyu. Haji Omar Kheir ndio muasisi wa vikundi maarufu vya Zanzibar vya Janjaweed na mazombi na vikos, na vikosi kazi yake, vikosi vyote kazi yake ni uhalifu ambao vimeumiza kutesa, kuteka na hata kuwaua watu nyakati zote za uchaguzi wa Zanzibar. Na mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Haji Omar Kheir aliteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mshauri wake. Anas, um, huyo alioandika makala anasema Samia alijua anachokifanya, na, na waliomjua Haji Omar Kheir hawakushangazwa na haya mauaji ya vijana kwa maelfu baada ya uchaguzi. Yeye ndiye aliratibu vikosi vya Zanzibar na Uganda vifanye mauaji ya vijana hawa, alikuwa ameteuliwa akingoja siku kama hiyo iwadie. Haji Omar Kheir ni mafuele bashite plus. Mpaka sasa hivi mabinti zake wawili wameteuliwa kuwa wabunge wa viti maalum kati ya wabunge iamoja kumi na tatu wa CCM. Pia amejilimbikizia utajiri mkubwa, magorofa, magari, ardhi, mashamba na mengine mengi kwa shughuli zake hizi za uhalifu na ufadhiliwa na dola. Hii ni taarifa kwa mujibu wa Jamii Forums. Kwa hiyo um, mimi nimeichukua nimeichukua kama ilivyo kutokana na relevance yake na situation jinsi ilivyo, um, kama nilivyoeleza awali Niliwaihi kupewa taarifa na mdau mmoja ambaye yuko Zanzibar akimtaja huyu jamaa. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa ile, nilijihangaisha kidogo japo sikufuatilia kiundani, na kweli nikakutana na andiko moja uh, kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook ambapo li, bandiko hilo lilikuwa linaeleza kwamba Haji Omar Kheir, hili bandiko la kitambo lakini lilikuwepo huko, kwamba Haji Omar Kheir alikuwa mwanzilishi wa kikundi cha mazombi Zanzibar na habari za uhakika Uh, zinadai kuwa ni muuaji mzoefu mashuhuri, alitaka kumua rais wa Zanzibar ndio maana akafukuzwa Zanzibar. Anaogopwa sana na polisi na wanajeshi wote na anatumia kutumia nguvu za giza kutoka Nigeria. Wanasema kwamba Samia ndio alomweka karibu uh, kama mshauri wake. Kifupi, Samia um, alikuwa anaelewa kuhusu uh, huyu ni mtu sasa wa aina gani. Sasa huu si wakati mwafaka wa kunyoshiana vidole lakini kwa machache yanayofahamika kuhusiana na huyu mtu, hakustahili kuwa mshauri wa rais. Um, achana na hizo nyezifa zake nyingine anazoshika huko Zanzibar. Lakini ni wazi kwamba huyu mtu alikuja kwa dhamira maalum, na hili linaleta linajenga picha kubwa zaidi kuhusiana na haya yote yanayoendelea, kwa sababu um, moja ya mambo ambayo yamekuwa yakizungumziwa sana kuhusiana na haya mauaji yanayoendelea ni kwamba ni kile kitu Waingereza wanasema premeditated, yani kwamba kilipangwa kabla kijatokea. Kwa sababu huyu jamaa alikuja 2023, haya yametokea 2025. Samia alikuwa anaelewa vizuri wasifu wa huyu jamaa. Kwa nini amchague mtu kama huyu kuwa mshauri wake? Na alikuwa na mshauri vitu gani? Wakati mmoja huyu jamaa aliwahi kutumwa na Samia kuchangia kanisa moja, nadhani la Anglican au Lutheran, na akatoa kama shilingi milioni mia moja kutoka kwake mwenyewe. Huu ulikuwa mchango wake binafsi lakini pia katika hii makala ya Jamii Forums kuna picha inayomwonyesha Haji Omar Kheir akiwa na Samia miaka kadhaa huko nyuma. Kwa hiyo inaelekea kuwa ni watu ambao wanafahamiana, na taarifa nyingine zinadai kuwa Haji anafanya kazi kwa karibu sana na Abdul mtoto wa kiume wa, wa, wa Samia ambaye anatuhumiwa kwa muda mrefu kuwa anahusika na vikosi vinavyoendesha utekaji, ulawiti, uh, ubakaji na mauaji lakini jina la Haji Omar Kheir lilisikika pia baada ya mwanaharakati kutoka Kenya Boniface Mwangi na mwenzie wa Uganda Agata Atuhaire walipotekwa walipokuja kwenye uh, kesi ya mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Walitekwa wakapotea kama siku kumi. Baadaye ikafahamika kuwa walikamatwa na jeshi la polisi, na wao baada ya masahibu waliowakuta, walitaja idadi ya watu walioshiriki katika kuwafanyia mambo mabaya. Yule dada Agata alikiri kwamba alibakwa na walifanyia unyanyasaji wa kingono, na mmoja wa watu waliotajwa alikuwa ni Haji Omar Kheir. Kwa hiyo hizo ni taarifa zinazofahamika. Kwa nini haya ni ya muhimu? Haya ni ya muhimu kwa sababu unahitajika ushahidi wa kutosha ili kuweza kuchukua hatua za makusudi dhidi ya hawa watu, na moja ambalo pengine linaogopesha ni taarifa kwamba kuna pattern ya mambo yanayoashiria kwamba kuna genge la watu kutoka Zanzibar ambalo limekuwa likipanga mambo kwa kitambo kwa muda mrefu. Baadhi ya watu wametengeneza wametengeneza kama picha yaliyojiri ya ya, ya kitambo ambayo yanahusisha watu wa kutoka Zanzibar dhidi ya masuala ya bara, na kuna mtu a, huko huko Jamii forums hii nimeikuta, anaitwa Britannica ameandika kwamba waliohusika kuuza bandari a, ya DP World wengi walikuwa Wazanzibari. Uh, kuanzia na Samia mwenyewe waziri alikuwa ni Mbawara Mbarawa, uh, na vitu kama hivyo halafu, waliohusika kufungua kesi ya Chadema walikuwa Wazanzibari, aliyeshtaki ni Said Isa Mohamed na jaji ni Mzanzibari um, kadhalika waliohusika kufungua kesi ya kukamatwa kwa viongozi wa Chadema walikuwa Wazanzibari wakiongozwa na huyo Said Isa Mohamed, halafu waliohusika na kuivuruga NCCR Mageuzi na kumtoa Mbatia uh, kwa kesi ambayo inadaiwa ilitengenezwa idara ya usalama wa taifa ni Wazanzibari wakiongozwa na Haji Omar Kheir. Halafu wanasema kuwa, um, hata huu uchaguzi wa CCM kulikuwa na mvutano kati ya bara na visiwani, lakini CCM ni chama cha ovyo anyway. Kwa hiyo anayepanga, um, uh, kufanya maangamizi wa Tanganyika uh, kwa kwa sasa ni Abdulla kishirikiana na Haji Omar Kheir. Hizi ni taarifa ambazo zinahitaji umakini katika kuongelea, kwa sababu ni muhimu kutambua kuwa yanayofanywa maovu, yanayofanywa na watu wa asili fulani hayamaanishi kuwa watu wote ni, ni, wa, ni tatizo. Ma, maovu yanaweza kufanywa na wazanzibari fulani, yasimaanishe kuwa wazanzibari wote ni wahovyo. Wapo wazanzibari wazuri, wapo wazanzibari ambao wanashiriki vema katika kudumisha muungano na wanakerwa na kuguswa na haya yanayotokea. Kwa hiyo, ni muhimu tusingie mtego wa kulaumu jumla. Lakini hili ni genge ambalo inaonekana asili yake ni kutoka za. Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu haya. Una maoni gani kuhusiana na hii taarifa? Karibu tuwe maoni hapo kwenye koment. Asanteni na kwa heri.